Usajili wa bima si zoezi la msimu wala si kampeni ya muda mfupi. Ni jukumu endelevu la kiutawala linalohitaji mipango, linalohitaji ratiba, linalohitaji ufuatiliaji na uwajibikaji wa wazi. Mwananchi hapaswi kubaki nje ya mfumo kwa sababu ya uzembe wa mifumo, urasimu usio na sababu, au kuto kujali kwa watendaji. Kila mwananchi asiyesajiliwa pale ambapo mifumo ipo ni ishara ya mapungufu ya uongozi, si ya kuto kuwepo kwa sera. Na kila mwananchi anayesajiliwa lakini anakosa huduma stahiki ni kielelezo cha hitilafu ya utekelezaji, si tatizo la dhamira ya serikali. Kwa hiyo Uongozi wa kweli katika bima ya afya kwa wote hautapimwa kwa idadi ya maagizo yanayotolewa, bali kwa idadi ya wananchi walioguswa na mfumo, waliolindwa dhidi ya gharama za matibabu, na waliopata huduma kwa heshima. Hapa ndipo uongozi unaposhuka kutoka kwenye maneno ya kuingia kwenye maisha ya watu. Nitarejea, uongozi wa kweli katika bima ya afya kwa wote hautapimwa kwa idadi ya maagizo yaliyotolewa, bali kwa idadi ya wananchi walioguswa na mfumo, waliolindwa dhidi ya gharama za matibabu na waliopata huduma kwa heshima. Hapa ndipo uongozi unaposhuka kutoka kwenye maneno na kuingia kwenye maisha ya watu. Ndugu washiriki, serikali imechukua hatua ya, ya kuanza utekelezaji wa bima ya afya kwa wote kwa awamu kutokana na uwepo wa, wa, wa maeneo yanayohitaji kufanyiwa kazi kama ifuatavyo: moja, kujenga mfumo mmoja wa kitaifa wa kidijitali end to end system. Kwa sasa taifa letu halina mfumo mmoja wa kitaifa wa teknolojia ya habari za afya ambao ni end to end system, unaoweza kuendesha kwa ufanisi utoaji wa huduma, usimamizi wa bima ya afya na uthabiti wa gharama katika ngazi zote za mfumo wa afya. Badala yake, sekta ya afya inaendeshwa kupitia mifumo mingi ya TEHAMA isiyounganishwa yani, fragmented system ambayo haisomani lack of interoperability, na imejikita katika taasisi au vituo binafsi badala ya mtazamo mmoja wa kitaifa end to end, kuanzia kwenye zahanati kwenda kwenye vituo vya afya kwenda kwenye hospitali zetu za mikoa kwenda kwenye hospitali za rufaa na kanda kwenda hospitali maalum hospitali yetu za, za taifa. Mfumo utakaokuwa unasomana, mgonjwa akiingia kwenye zahanati yoyote, kwa mfano mkoa, m, tuchukulie mkoa wa Manyara anakwenda kule mburu kwenye zahanati yoyote, rekodi za mgonjwa wanasema e, safari ya mgonjwa tuweze kuiona kuanzia kwenye zahanati ili kusudi daktari aliyepo Muhimbili aweze kuona rekodi zake toka anaingia kwenye zahanati siku ya kwanza mpaka anapomaliza matibabu siku ya mwisho, kama ni hospitali ya taifa au hospitali ya rufaa au hospitali ya kanda. Huu ndio mfumo ambao tunakwenda kuutengeneza. Mfumo huu utawezesha kuifanya NHIF na bima yetu ya taifa kuwa himilivu na endelevu. Mzigo ambao NHIF leo hii wanao ni mzigo ambao serikali ilijitakia kwa sababu ya kutokuwa na mifumo inayosomana. Mgonjwa anaweza kuanza tiba kwenye vituo vyetu vya afya ambavyo baadhi yao vimeimarika hasa akafanya vipimo vyote. Kuna baadhi ya vituo vina mashine za CT scan na kuna baadhi ya vituo vina mashine za MRI, lakini kuto kuwepo kwa mifumo inayosomana kuanzia ngazi ya afya ya msingi kunapelekea mgonjwa kupata kipimo kimoja kuanzia kwenye zahanati, akienda hospitali, vituo vya afya atapata kipimo hicho hicho akitoka hapo akienda hospitali ya mkoa atapata kipimo hicho hicho, akitoka hapo akienda hospitali ya, eh, ya mkoa kipimo hicho hicho, akienda rufaa kipimo hicho hicho, akienda kanda kipimo hicho hicho. Mzigo huu ni mkubwa kwa NHIF kuweza kuhimili mkubwa, na niwakumbushe tu kwamba vipimo hivi ni gharama kubwa, kipimo kimoja milioni mbili, milioni tatu. NHIF wanabeba mzigo kuanzia kwenye kituo cha afya mpaka Muhimbili kwa sababu vipimo hivi havisomani. Lakini kuimarika kwa mifumo ambako serikali imekusudia kwenda kufanya maboresho kutawezesha bima ya afya kwa wote kuwa himilivu itakayodumu miaka na miaka. Tusipoboresha mifumo hii, nataka niwathibitishie bima ya afya kwa wote haitadumu haitafika hata miaka miwili, kwa sababu leo hii wanaohudumiwa kupitia NHIF hawazidi wa milioni tano, lakini mzigo walionao ni mkubwa sana na hupelekea wakati mwingine watoa huduma kushindwa kutoa huduma. Tusiporekebisha mifumo, taifa letu litaanguka, na huo ndio ukweli. Tumejionea yaliyotokea Kenya, tumejionea yaliyotokea Afrika ya Kusini ambako wenzetu walianzisha kwa utaratibu huu na walishindwa. Sisi hatuwezi kusema tumechelewa, lakini tunapokwenda kuboresha, tunakwenda kuimarisha mifumo na kuifanya bima ya afya kwa wote iwe endelevu na yenye mafanikio makubwa. Tumpigie makofi mengi sana rais wetu Daktari Samia kwa maono haya kwa taifa letu hili Tanzania. Hivyo inatangaza kwamba kwa kipindi cha miezi mitatu hadi miezi sita tangu uzinduzi utakaofanywa na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, wizara itahakikisha uwepo wa mfumo mmoja wa kitaifa unaosomana end to end health insurance and care management system utakaotumika katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya nchini. Baada ya kukamilika kwa mfumo huu, utekelezaji wa awamu ya pili utakaohusisha wananchi wote utaanza baada ya kukamilika kwa marekebisho ya mfumo. Niwaombe mkatoe ushirikiano pindi tutakapoanza zoezi la usimikaji wa mifumo katika vituo vyenu, katika maeneo yenu. Ninaomba kusisitiza, tunapokwenda kurekebisha mifumo, haya ni maamuzi ya juu kabisa ya serikali. Ninawaomba tutoe ushirikiano hasa kwenye vituo, kwenye zahanati. Kupitia ninyi viongozi wetu wakuu wa mikoa, kupitia waganga wakuu wa mikoa, kupitia waheshimiwa wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri, kupitia makatibu tawala wa wilaya, ninawaomba mshirikiane na timu zitakazokuja kurekebisha mifumo, ili tuwe na mfumo mmoja wa kitaifa. Nimetangulia kusema haya ni maamuzi ya juu kabisa ya nchi. Hatutegemei mtu yoyote kukwamisha zoezi hili. Tutachukua hatua iwapo mtu yoyote ambaye atakwamisha marekebisho haya ya mifumo, hatutasita kuchukua hatua.